Leo tunaitimisha kliniki yetu ya, ya judo, chama cha mchezo wa judo kushirikiana na ubalozi wa Ufaransa na shirikisho la judo la Ufaransa tuliweza kupata kufanya selection ya mwalimu ambaye amekuja kutusaidia kufanyisha clinic ya mchezo wa judo, na lengo la clinic ni ku exchange programs tu kuweza kuona wenzetu na mabadiliko ya sheria mpya za judo ambazo Olimpiki iliyoisha kuelekea Olimpiki inayokuja, kuna mabadiliko ya sheria sasa. Pia amekuja kutusaidia kufundisha marefa wetu wa ndani na makocha wa ndani ili wajue mabadiliko ya sasa ya sheria, lakini pia tume exchange programs za uh, technical sessions amefundisha program za cardio, ambazo sisi tulikuwa tunazifanya ila tumeona tume unajua, kocha mkubwa unaona kile anachofanyisha na nyinyi mlichokuwa nacho kubwa kiasi gani. Tumeona tu kwamba kumbe na sisi kama nchi bado sisi tunaenda na wakati, mabadiliko mengi ambayo yapo duniani na sisi tunaona sawa. Na mwalimu amefundisha tekniki nyingi, amefundisha staili nyingi za upiganaji za uchezaji judo katika mashindano ya sasa hivi, na hata analisi ambayo wamefanya mwisho amewaambia wachezaji, ameona mwitikio mzuri na ameona wachezaji wengi wana uwezo mkubwa, kama tukiweza kuwaendeleza na njia pekee ya kuwaendeleza manake, sisi saa hizi tunajiandaa na Olimpiki inayokuja 2028 ili tuweze kufika 2028, wenzetu wanavyofanya na sisi tunatakiwa kufanya. Na hata yeye kocha amejaribu me, kushauri, sasa hizi kliniki kwanza inabidi ziwe endelevu, tuleta wataalamu mbalimbali. Faransa kuna wataalamu wengi, Japani wako wengi, Jerumani wako wengi, Rusia kwa tutazidi kufanya kliniki za, za mara kwa mara, kushirikiana na balozi mbalimbali, kushirikiana na serikali yetu, tulete makocha mbalimbali wenye level tofauti kuja ku exchange program na wazaji wetu, lakini pia tunahangaika kwa ajili ya, ya kutafuta scholarship kupeleka wachezaji wetu kwenye international training camp zile za, za nje, kwa sababu ili uwe na viwango vizuri vya kuqualify mchezo wa Olympic lazima u train kwenye high performance, ambao sisi hatuna high performance nchini kwetu. Kwa hiyo pia tunatafuta namna ya kutafuta scholarship kupitia shirikisho la dunia, scholarship kupitia shirikisho la dunia kupitia kamati za Olympic za International Olympic Committee tupate scholarship kupeleka wachezaji waweze kwenda ku train nje zaidi, kama mlivyoona mchezaji wetu alienda Ufaransa, kwa sababu ya scholarship ambayo aliipata. Kwa saizi mimi June takwenda kwenye mkutano mkuu wa dunia, pia tutajaribu kwenda kujaribu kuomba tupate scholarship za wachezaji wetu hata wawili waweze kwenda kwenye international training camp. Lengo ni kuandaa wachezaji kufikia viwango, sababu ili kupata matokeo mazuri inabidi utrain kwenye level kubwa zaidi. Lakini all in all, clinic imetufaidisha wachezaji wetu, wameona mabadiliko sasa ya sheria uchezaji na style tofauti tofauti za kufanya cardiovascular programs za physical training. Amezifanya na hata mimi nimeridhika, nimeona tumefanya kitu kizuri sana kuweza kumleta huyu mkufunzi kocha kutoka Ufaransa. Kwa hiyo tunashukuru shirikisho la dunia la Ufaransa, tunashukuru balozi wa Ufaransa nchini Tanzania kwa support kubwa ya kuweza kuona namna gani ya kutuletea mtaalamu huyu. Tunazidi kufungua njia tuweze wataalamu wengi zaidi kutoka Ufaransa na nchi nyingine mbalimbali.